Karibu sana karibu sana, mtazamaji kwenye channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Ah, ni muda kidogo toka nimeweka video hapa, nimekuwa biza kidogo katika maandalizi mbalimbali ya vitu mbalimbali, ila leo nina mada ambayo ni tamu kidogo, inasema kwamba mume anapojikuta anakupenda zaidi ya mlivyoanza gharama yake ni nini ni. Wa video hii imekuja kwako kutaka kukusaidia kuelewa kwamba mapenzi sio pesa, mapenzi sio seksi, mapenzi sio uzuri wa maumbile ya mtu alivyo. Imegundua kwamba kuna wanaume wengi wanateseka kwenye ndoa, kuna wanawake wengi wanateseka kwenye ndoa kwa sababu ya mitazamo tofauti kutokana na vitu ambavyo nakutana navyo, alafu naongea na mtu alafu hakuelewi. Unamuelewesha kwamba unakosea hapa, lakini kama, anaona haba, kama hakuna kosa. Kuna mafundisho mbalimbali mbali mtandaoni ambayo nikiangalia mengine nasikitika, kwa nini huyu mtu hata amealikwa kuzungumza, anachokizungumza na amelipwa kuzungumza hicho kitu. <laughs> Nasikitika sana, anaangalia tu mtandaoni, nakutana na mtu anaongea vitu angalia hivi, unajua sayansi ya mapenzi nasema hilo jambo, manake kuna tafiti ambazo zimefanyika, kuna watu wana maabara. Sio nazungumza. Kuna watu wana maabara za mapenzi, kuna watu wana maabara za kufanya tafiti. Sasa unapokuta mtu anazungumza vitu vya mitaani akifikiria kwamba vitamsaidia mtu, kumbe vitaharibu mahusiano alionayo, inatisha sana sana an yani, nashangaa unakuta Uh, mtu amevaa suti yake nzuri amealikwa kwenye sherehe watu wengi, anaongea kitu na mwangalia, anasema hivi, huyu mtu anajua anachokizungumzia? Yani kama wiki mbili au tatu iliyopita nimeona video fulani, kasikitika sana, kasema watu kweli, Mungu anavyozungumza kwamba watu wanaangamia kosa maarifa, haitabadilika. Sasa napenda nikwambie hivi, kwa hiyo ni mwanamke ambaye nimewasiliana naye wiki mbili zilizopita, ana elimu nzuri sana nasema. Ninaposema ana elimu, ana elimu nzuri sana lakini, pamoja na hilo, ni mzuri wa sura na mke wake anamsifia. Anasemaje? Anasema hivi, mume huyu ni mume wake. Sikiliza, nimechata na mume wake baada ya kuongea na huyu mwanamke kunipa matatizo yake. Sasa mume wake amesafiri huko nchi za nje, Akanipa namba yake ya WhatsApp. Sasa hebu ongea naye, nikamwambia naweza nikaongea nika na nyinyi niwaambie hivi, naweza kaongea na nyinyi kupitia Google Meeting hii, na napenda niwaambie sasa, tukaongea uso kwa uso, wewe na mke wako, mnakaa kwenye kutumia simu, mimi natumia kompyuta, lakini mnaweza kutumia simu, tukawa tunaongea tunaona hivi, sio video call, inaitwa Google Meeting, kwa naongea na watu wote wawili. Nikamwambia hivi, nataka niongee na wewe na mume wako kwa njia ya Google, Google Meeting. Akasema simfahamu, japo kwa elimu kubwa lakini kumbe hajafikia kwenye eneo hili. Nami nimejifunza <Trustee> kutumia Google Meeting kwa sababu kijana wangu amesomea Marekani, ni vitu virahisi. Kwa hiyo akanifundisha Google Meeting ni hiki. Kwa hiyo nikaanza kufanya, nimefanya -nin -nin mkutano mmoja na wanasayansi wengine wa mambo ya saikolojia huko Afrika Kusini, nimefanya nao mkutano, wako kule wawili wanaendesha seminar na mimi vile vile niko hapa Tanzania, lakini naangalia na nauliza maswali wananijibu, nauliza maji na nyosha mkono kupitia video wananijibu. Kwa hiyo kuna mbinu hiyo ndio safi, na kwa hiyo kwa kama kwa ushauri kwa njia ya Google Meeting, wewe na mke wako, na waona mmekaa pale, nauliza maswali, nauliza maswali, najibu. Hiyo ni elimu mpya. Basi nikamwambia hivyo, akasema akaniambia, hiyo ni mwanamke, akasema siwezi nikakaa pamoja na mume wangu tukaongea, akasema hivi, siwezi akanipa namba yake ya wasap, nasema ongea naye, alafu kanipa mrejesho sasa. Mwanaume anamsifia mke wake, sikiliza message hii. Huyu mwanamke wakati namuoa yupo seksi kabisa na ni mwenye mvuto sana, nikisema hivyo dokta, nadhani unanielewa. Ni mzuri mke wangu, siwezi kumfananisha na mwanamke mwingine yoyote, ana ladha ya pekee. Na kama jana amenifanyia vitu ambavyo sijawahi kufanyiwa na mwanamke mwingine. Dokta, nataka niokoe ndoa yangu ya. Unasikia haya maneno, mwanamke anamsifia mke wake, lakini huyu ni mwanaume ambaye amefumaniwa. Amefumaniwa sasa ndio ikaleta kesi. Huyu ni mwanaume ambaye amefumaniwa na mke wake, anamsifia hivi. Unaweza kuona jinsi gani inatisha usipokuwa na akili na ufahamu wa kutosha juu ya kuendesha mahusiano yako kwa usahihi haijalishi ni mzuri kiasi gani, haijalishi una pesa kiasi gani, haijalishi ndoa hiyo itaenda kwenye korongo kubwa walilojaa mavi. Na hawa andiko likokuwa wanaelekea, kama nisingeingilia kati. Nimechati nao na nimechati mwanaume karibu masaa mawili sasa. Nikwambie utambulisho na jitambulisho kwa huyu mwanaume, namwambia hivi, nimepewa namba yako na mke wako. Nataka kuongea na wewe juu ya ndoa yenu nasikia, nikamwambia akaniambia kuna nini? Eh, akaniambia kuna nini? Unaweza kuona huyu ni mwanaume ambaye alifumaniwa wakaongea, wakaona kama vile wamesameheana yameisha. Alafu halafu ikatokea kosa amelifanya mwanaume, lakini alijua ni kosa kubwa kwa mwanamke nakupa story sasa, yakua nakupa story. Ni kosa kubwa ni kwamba mwanamke yuko bafuni sawa. so, mtoto analia mtoto mwaka mmoja na nusu analia, mwanaume yuko bize na simu, mwanaume yuko bize na simu na simu. Hapo ni baada ya huyu mwanaume alishafumaniwa, hajapita hata mwezi sawa. so, haujazidi mwezi. Hapo ndio mwanadamu anaona. Sasa, mwanamke tayari ana hasira hii, kwa nini hanipendi? Sasa, ameingia bafuni na anasikia mtoto analia, lakini mwanaume ha, haangiki kwenda kumbeleza mtoto. Mwanamke anatoka bafuni anamkuta mwanaume yuko bize na simu, alafu anamkolomea mume wake mpaka anagombana. Mwanaume kakasirika, kosa lake kubwa alilofanya la, ku, for, la, la kuzini, halioni kwamba limesababisha uchungu mkubwa ndani ya mwanamke. Mwanamke anajisikia kwamba hapendwi, hana thamani, huyu mwanaume halioni. Alafu vile vile hata kumsaidia kulea mtoto anapata shida, mlea mke wake mwenyewe ameshindwa na mtoto aliyemzalia pia anashindwa. Unaweza kuona so jinsi gani lilivyo hatari usipojua likupasalo. Sasa <laughs> usipojua likupasalo. Yesu akawambia wana watu wa Yerusalemu, akasema e Yerusalemu la Yerusalemu, ungejua mambo ya kupasayo amani ungejua si mambo ya kupasaa amani, hata leo ungekuwa na amani ya ajabu sana. Ungejua likupasalo, Injili ya Luka sura ya kumi na tisa aya ngapi? Lakini Yesu anawaambia awatu Yerusalemu, ungejua likupasalo litakalo kuletea amani. Haleluya, ungejua asa angejua kwa kuna wanawake hawajui ambalo linawapasa kulifanya ili liwaletea amani katika ndoa zao, lakini wanajifanya wanajua, wanajiona wanajua, lakini hawajui liwapasaro. Sikiliza sasa. Baada ya kumtumia video, huyu dada amesoma sana, ana hela nzuri tu za kutosha, ana uzuri wa kutosha, kaniona hapa kwenye YouTube kanikafuta bana, naomba hizo video, naweza kumfanya mwanaume awe mpole kama bata? Naomba hizo video dokta. baada <laughs> baada ya kumtumia hizo video haijapita, hey, zaidi ya, ya wiki, haikupita wiki. Ningekuwa ni simu yangu ninayo hapa ninge ninge naweza kukwambia tarehe. Akanitumia, akaniambia hivi daktari, akatumia akatumia neno hivi daktari, nina update. Nikamwambia aiposema na update, kwa sababu nafahamu Kiingereza. Nikamwambia unahitaji video mpya na zitofauti na zile, kama unahitaji hizo lipia, zipo video mpya sawa. Akasema nilipia tena, ikiwaje Nataka nikupe mrejesho wa vitu ambavyo vimetokea baada ya kunitumia video. Nikamwambia hivi, siku nyingine kama unatumia Kiingereza usitumie neno update, tumia feedback. nataka nikupe feedback, sio update. Amesoma sana lakini Kiingereza kidogo kinawapiga chenga, neno mingine anawapiga chenga. Usimwambie mtu unapotaka, mpa mpa mpa mpa kumpa mtu mrejesho, usimwambie nani, na nikupe update. Ah ah, namwambia nataka nikupe mrejesho Sawa. Una, unawambia una, una nikupe nikupe feedback. Feedback ndio mrejesho. Sawa. Sasa sikiliza, feedback alioniletea huyu huyu dada. Amenitumia screenshot. Sawa. Na nimeifuta namba zake, nimeondoa na picha yake, nimeiweka kwenye page yangu ya Instagram. Nitakuandikia page yangu ya Instagram hapo chini. Sikiliza. Huyu ni mwanaume anamtumia, iko kwenye screenshot ambayo nimetumiwa na huyu dada. Asema, mpenzi nimekuwa na kufikiria njia nzima Yani hapo mwanaume anasafiri kwenda nchi za nje hapo me, ametoka anasafiri, animn, md, md, md, kidogo anachefu kubwa kazini anasafiri kwenda nchi za nje. sema mpenzi, nimekuwa na kufikiria njia ya nzima, yaani leo nimeamini kuwa Samsoni wa kwenye Biblia hakuwa mjinga kunyolewa nywele na Delira. Naona sasa, kwani nyie wanawake sio watu wa kawaida, hasa mnapokuwa na ufundi ambao unavuruga akili ya mwanaume. Mwanamke akamuuliza kwenye meseji ya WhatsApp, imekuwaje yeye mbona? Mwanaume akajibu, nimeamini tu mimi ni dhaifu sana kwako, mke wangu. Mwanamke aliyekuleta hapa duniani, yaani mama yako abarikiwe sana. Yaani, hasira zote zile lakini nisahau kila kitu, huyo kungwi uliompata amezidi wote. Maana wanawake wote niliyoshawahi kukutana nao hawajanipandisha hata nusu ya uliponifikisha wewe. Naona sasa mambo yamekuwa mazito na kuandalia zawadi yako. Mwili <muchima> mwanamke baada ya kuolishana pale ametoka bafuni akakuta mtoto analia, ndo hapa anasema kwamba hasira zote zikawa zimeisha na kile alitukana na kukana kabisa. Anasema hasira zote na zawadi anayoandaliwa sio ndogo ya gari <laughs> nimecheki naye baba. Sawa. Tena hapo baba anaandaliwa ni zawadi ya gari. Anasema anaandaliwa zawadi. Anaenda nje, yuko nchi za nje. Kuna maposho mazito mazito, mazito asema na kuandalia zawadi ya gari. Ipya una lingine lakini leo limekuwa kukuu. Hiyo DZC itakuwa <laughs> mke akajibu, hivi mume wangu, ni haki yako mimi kukupa furaha. Mume wangu mzuri, nipo kwa ajili yako, unastahili kilicho bora kabisa. Mwanamume akajibu, nakupenda sana mama watoto wangu, nakupenda sana zaidi ya sana Unaweza anaendelea kusema hapa ni: mke wangu, nimeona mabadiliko makubwa sana sana, umekuwa na ufundi ambao una utamu wa kiwango cha juu. Wapi umejifunza vitu hivi? Maana hisia nilizo nazo kwako sasa ni kama tumeoana jana. Kuna zawadi kubwa sana inakuja kwako mke wangu, najikuta na kupenda zaidi ya mwanzo. Slazima najikuta na kupenda zaidi ya mwanzo. Hii ni ndoa ambayo ilikuwa na uchumba wa miaka miwili, wameingia ndani ya ndoa, wana mwaka kama na miezi michache. Sasa uchumba ni wa miaka miwili, wamefunga ndoa na ndoa haijamaliza mwaka na nusu, haijamaliza, ndio ametokea migogoro yote hiyo ambayo nimekusimulia hapo mwanzoni kama utangulizi. Sasa <laughs> sasa. Mwanamke mpaka anajikuta anakupenda ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana mpaka anasema hata tulipoanza haikuwa tamu nami. Mimi mwanaume ambaye anaweza kukutana na mwanamke ambaye ambaye anafikiria mbona sasa hivi nakupenda zaidi ya mwanzoni, mume wangu, hiyo hali inaweza ikatokea. Wazungu kwenye wanaita rekindling, rekindling love. Yani kama vile unaleta moto mpya kwenye uhusiano wenu wa kimapenzi. Hilo linawezekana kabisa, sio kwa uchawi, kwa elimu iliyo sahihi. hizo za mitandaoni zitawaponza wengi sana. Sasa haya, nimeongea nimeongea, nikizungumza mambo ambayo nimeongea na hawa watuawatu wanaume, sawa, wanaume aziuhili tendo la ndoa kwa wanandoa lina umuhimu mkubwa sana katika mahitaji ya wanandoa. Kitabu ambacho wa nilimwazima mtu kapotea, kitabu kile linaitwa How to make your marriage a fair proof, jinsi gani ya kuifanya ndoa yako isiwe na uchepukaji. Huyu mwanaume amekuwa anashauri wanandoa kwa muda wa miaka ishirini na tano ameandika hicho kitabu. Nimekisoma kama miaka kumi iliyopita hicho kitabu Sawa. Sasa hivi hitaji la kwanza lenye nguvu kwa mwanaume ni tendo la ndoa, yako matano, lakini la kwanza ni hilo. Kwa hiyo ukinialika kwenye semina nitakupa yote sawa. <laughs> Na no, so, sawasawa, hitaji kubwa la kwanza la mwanaume anaingia kwenye ndoa kubwa lenye nguvu ni tendo la ndoa. Yani napozungumza hivyo tu. Yana kuibatilia yani anazungumza ya yani kama ningekuwa ya leo ni kwenye ni semina hapa nimekaa mbele ya watu mambo ambayo ningeweza kuyazungumza tu hapo ni mengi mno. Sawa? Nii kwa sawa. Mitendo ya ndoa. Yani atakupa vile njo vidogo vidogo. Ndoa. Lakini hitaji la mwanamke anayeingia ndani ya ndoa. Sawa? Hitaji kubwa lenye nguvu. Sio tendo la ndoa. Sio tendo la ndoa. Unasikiliza? Lazima na, nanuku tena kwa mwanaume yoyote yule, kwa sababu wana vichocho vinavyopenda tendo la ndoa kwa wingi, vinachoitwa testosterone. Kwa mwanaume hitaji kubwa alionalo ni la kuridhika kwenye tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa. Hilo ni haja kubwa, na hitaji la kubwa la mwanamke sio tendo la ndoa, bali balini, ni kwa Kiingereza anaita ingia kwenye peji yangu na niingia kwenye status yangu sasa hivi. Kama una kwa siku ya leo tarehe ngapi leo? Sijui tarehe 20 ngapi leo. Ingia status yangu, nimeweka page moja baada ya kuchat na huyo dada na, na, na nika, nikaweka hiyo kwenye, kwenye status na kuna, kuna, kuna, kuna video moja ya TikTok nimeweka hapo ni ile hali ya kuchezeana kucheza cheza na mke wako utani mzuri, utani mzuri sio utani wa kumwaibisha mwingine au kumuona wewe jinsi ya kutaniana naye kucheza cheza naye ku, un, unapotembea umemshika mkono. Amekaa amekaa kwenye kochi, ukifika pale unamwekea mguu wako pale unamwekea mkono wako alafu unamvuta hapa alafu unambusu kidogo, vitu kama hivyo vidogo, vidogo sana, lakini vina nguvu sana. Unapotoka kazini kumpatia mke wako, mwambie nimekumisi baby Sawa, unapotoka kazini mkumbatie, unapoenda kazini mkumbatie kidogo, mwage kwa mashamsham, ili unaondoka na kumbukumbu -kumbu za joto la mke wako. <laughs> Hayo watu wako bizi. Namwonea huruma mtu mmoja ambaye namfahamu. Yani tulipata wageni toka nchi za nje, sawa <laughs> na wageni wamealikwa na huyu na huyu, na huyu mwanamke na wageni wa kanisani, sawa, tulipata mgeni sasa mume wake ambaye alikuwa yuko mbali sana, alikuwa yuko mbali zaidi ya mwezi mzima, amerudi ili kuja kukusaidia kupokea wageni sawa, amerudi sasa, ame sasa tumekuwa tumewapokea airport, tumepeleka tumepeleka hotelini, tumefika hotelini sawa, tumeenda tumeonyesha chumba ni mke na mume tunaenda kuonyesha chumba wageni, tumepanda gorofani huko, baada ya lifti tunataka kuonyesha chumba. Sasa tunarudi, walikuwa wameandaliwa chakula maalum kiko ndani ya gari, sasa tuwaletee tena chumbani. So then tunatarajia wafike mchana, lakini ndege ikapata ikapata shida ya ratiba, ikabadilika kwa kuingia saa nne za usiku. Kwa hiyo, kuna kuna chakula kiko ndani ya gari, basi tuende tukachukue tuwaletee. Sio tayari wameshafika, wapo pale chumbani, mke na mume tunatemka chini kwenda kuna nini kuchukua chakula kwenye gari. Kwa hiyo tumeenda kuchukua pale, mwanaume akasema, ah, wapelekeni tu bwana. Yeye amekaa pale, tukaenda kuwapelekea wageni. Tunarudi nakuta mwanaume yuko busy na simu, na sio mara ya kwanza tumwona yu mwanaume yuko busy na simu mke wake akiwepo, sio mara ya kwanza nimwonea. Ni, ni, ni huruma sana yule daraja, japokuwa sawa ni mzuri na nini, lakini akasema kuna shida ambaye ni mchungaji ni mchungaji ni handsome na ndoa yao ina watoto wawili. Sasa mume wake na mke wake amejifungua mtoto wa pili, nimeenda kumuona, amejifungua tena kwa operation. Nimeenda kumuona, ni mchungaji anafahamu Kiingereza na nini. Nimefika pale tumeongea pale, tumeweka vinywaji na nini, tunakula. Mimi nikawa nimemshika mtoto ile, mtoto mkubwa ana miaka miwili mtoto mkubwa ana miaka miwili akawa anachezea ndevu zangu hizi, akasema ndio mara ya kwanza anakutana na mwanaume mwenye ndevu nyingi na mna hii, anachezea ndevu zangu na mtoto basi, nimemshika pale na nini na nini, mtoto anacheza pale na nini. Sasa sisi tulikuwa tunaangalia TV, sasa tunaangalia TV, kuna kitu kama imetoka kwenye TV pale. Nikasema, sikumbuki imepita kama miezi miwili mitatu hivi. Mimi nafikia kwenye kijivi. Nikasema hivi, unajua kuna makosa ambayo wanaume wanafanya bila kujua. Mwanaume anakuwa tu busy, halafu ana time na mke. Kwa mfano, nikatoa nikatoa mfano, kwa mfano mwanaume anakuwa busy na simu, wakati mke wake yuko pale na wamekaa sebleni. Mwanamke akakurupuka, akasema, "Tena umwambie na tafadhali mzungumza ile dokta. Mume wangu ndio yuko hivyo." Akasema, "Mume wangu ndio yuko hivyo, tunazungumza, tukaongea mengi sana." Nikajua kwamba mwanaume alikuwa anafanya kosa ambaye amemdhulisha mwanamke mwana mwana lakini hajui, mpaka mwanamke amekurupuka. Yani baada ya kuongea kidogo na mume wake, yuko hapa, mume wake yuko yuko hapa, kasa, mume wangu na yuko hivyo hivyo. Mwanamke mchungaji akasemaje? Ilikuwa ni mpango wa Mungu, daktari. Huje ni kweli kuna makosa ambayo anayafanya, lakini siyajui. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Nitampa mke wako, nitampa mke wangu namba yako, aongee na wewe, akwambie yote. Huu ni mwezi wa pili, hajanipa namba ya mke wake. Mke wake hajanipigia. Ila kuna siku moja kanipigia simu akaniambia, mke wangu nakusalimu sana. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari, kwa nini nimesema gharama yake ni nini? ili ili mpenzi wako aweze kuona kwamba sasa hivi anakupenda zaidi ya mwanzoni, gharama yake ni nini? Gharama yake ya kwanza ni muda, gharama yake ya kwanza ni muda. Muda naoa, lazima ufanye jitihada za makusudi kutafuta muda wa kukaa nyumbani na mkeo au na mumeo. Hakuna TV inayowaka pale inayoendelea pale inapiga kelele, mnakaa nyinyi wawili ili gharama ili hii imewashinda watu wengi sana. Mwanaume anarudi saa kumi na mbili kazini, ametoka saa tisa au saa kumi, lakini nyumbani anafika saa kumi na mbili au saa moja, anajiona mjanja sana, amewahi mwanamke, naye anachelewa kupika chakula, chakula kinakuja kuiva saa mbili na nusu, mwanaume ameshaanza kusinzia. Unaweza kuona. Sawa, unaweza kuona. Jinsi gani na hivi, kitu kidogo. Yaani tendeza mazingira hapo unakuwepo muda nyinyi wa kucheza wazungu. <laughs> Wazungu chakula cha usiku kinaliwa saa moja, saa mbili watoto wakalale. Wazungu. Sema, no, sasa kijana wangu ambaye amekaa kwa wazungu <laughs> kwa muda mrefu sana. Sasa mmoja akawa ametembelea nyumbani, amekuja nyumbani. Ana akawa anakaa na sisi nyumbani, ame, ame, amekaa Marekani, ameka, amefanya kazi Marekani, amefanya makazi Uingereza. Amekuja nyumbani, Siku ya kwanza chakula kinaanza kinaliwa saa mbili. Siku ya pili tuna saa zaidi ya saa mbili, sawa, sawa? Baada akaniambia, baba, hivi mnakwaje chakula mnakula right namna hii <tosimeno> akaniambia, nakwaje? Sasa mimi binafsi kwangu sio shida, kwa sababu gani? Nikitoka kazini saa kumi, sawa, saa kumi na moja, saa kumi na mbili nimefika iwe nitalala kwanza, saa mbili niamka ili niweze kuwa fresh, najua chakula tu kitachelewa kwa hiyo sio kwa fresh, sio kukaa muda kwa na kuongea na mke wangu na yani kisha kazi, nikisha kula nikisha kunywa juice zangu na yani ni saa 12 12, nalala kama saa moja hivi, nipate nguvu hata nikikaa naongea na mke wangu vizuri na nguvu. Sasa mwanaume ambaye ametoka kazini saa 12, amefika nyumbani saa 12, chakula kinakuja hivi saa 2, yuko kwenye TV, akishakula kula tu nikusinzia, hamna muda wa kuongea, haupo hiyo ni gharama ya kwanza ambayo watu wengi wameshindwa kuilipa, sawa hii ni gharama ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana. Gharama ya pili ni lugha unayotumia unapoongea na mwenzio <laughs> lazima uwe na restraint, wazungu wanaita restraint, uweza kujizuia. Yani unaongea maneno ukiwa unajua unachokisema. Hebu fikiria huyu mwanaume amefumaniwa, amefanya kosa na kushindwa kumbembeleza mtoto Ta, namwambia mke wako analalamika umridhishi <laughs> mke wako analalamika umridhishi, na anaea kwa kumaliza, sijui anaishia kagoli kamoja, sijui kama anakibamia <laughs> sawa, sijui dudu lake limepinda kama ndizi, sijui no, lakini mwanamke ameniambia ndo hii, uchumba wa miaka miwili sawa uchumba wa miaka miwili ndoa sasa hivi, hajamaliza dakika na nusu. Kama nimefika kilele katika muda wote wote huu, kama nimefika kilele kileleni, haizidi mara tano. Aleluya, kama nimefika kileleni kwenye hii ndoa, haizidi mara tano. Mara nyingi nimekuwa na mdanganya kwamba nimefika, umbe sijafika. Natafitiza kisayansi, inaonyesha hivi Asilimia sitini na saba ya wanawake waliomo ndani ya mahusiano ya kimapenzi wanadanganya wanaume kwamba wamefika, kumbe hawajafika. Asilimia sitini na saba. Sasa mwanaume, unadanganywa, unafikiria macha, kwa sababu hujui dalili za mwanamke aliyefika kileni zikoje. Utaliwa sana mwanamke, yani, hakuna mwanaume kama wewe, nisikia utakwe, kumbe ziro, sifuri kwa Kiswahili. Sasa wewe unajiona mjanja, kwa nini nimesifiwa kweli? Haya ni mwanamke amenisifia kweli. Wewe umempa sho. Nimempa sho. Wanaume wengine wajinga. Wanafikiria kwamba kufika kumpi, kumpiga kumpiga mwanamke magoli matano ndio ujanja. Kupiga goli saba, leo nimepiga goli saba. Unafikiri ni ujanja? Kuna wanawake wanapiga goli saba na hawajafika kileleni. Atakubanganya. Na nakuambia kweli nazungumza kama mwanasayansi wa mapenzi sawa. Mwanaume anajiona mjanja, anataka kumnunulia mke wake gari, lakini kufikisha kileleni hajui. Namwambia mume wako, mke wako analalamika, ufikishe kileleni. Sijamwambia mara ngapi, ndoa imeanza, sijamwambia, nimwambia, analalamika kwamba ufikishi kileleni mara nyingi na huhangaiki. Nikwambia hivi maneno eh, maneno aliyomwambia amb exactly. Huhangaiki kuhakikisha mke wako anafika kileleni akasemaje? h mwanaume akasema hivi mambo ya kunitafuta na kuniambia simizishi si dharau hiyo, mnaniletea dharau. Anasema mbona mnaniletea dharau? Haleluya, unaweza kuelewa jinsi gani ilivyo jamani kuonyesha imetumia muda mrefu sana hapa. Sasa ni kutumia video vio ndefu sana. Hii ni dakika 27 sasa hivi. Mwanamke kuna wanawake wana, wengine watapata shida kufika kileleni hata kupiga goli tano. Kwa sababu gani? Ule ile switch ya kufikisha mwanamke kileleni iko mbali. Hii mnahitaji kisi, kisi ni, ni, au ni kine, kidene ile switch ya kusababisha mwanamke afike kileleni iko mbali. Na kile kile kiharage kina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane. Sasa kisipopata msuguano wa kutosha hafiki kileleni huyu mwanamke. Ndio maana wanawake wengine wanaamua kuwa wasagaji, na inasagwa na mwanaume na mwanamke mwenzie. <laughs> mwanamke mwingine anajua jinsi ya kukisaga kile ki, kiharage. Sasa wewe unafikiria kwamba kwa sababu umepiga goli tano wakati umbali ulioko kutoka kwenye tundu unaloingiza dudu lako mpaka kwenye kile kiharage, ikizidi sentimita mbili na nusu, huyu mwanamke hafiki kileleni. Hata ungeingiza mara mia, hata mara milioni moja, hafiki kileleni. Utamchubua tu, utamchubua tu, kwa sababu unjui hilo wewe. Unaona kama kupiga goli tano ndio wanaume sahihi? Sio kweli, unajidanganya. Sasa huyu mwanaume anasema hivi, mnaniletea dharau, naniambia mimi sifikishi kileleni, mnaniletea dharau. Basi jamuni mwanamke goli ngapi simu hii video. Mwanamke ana maeneo kumi na saba katika mwili na na wake yenye misho mingi sana. Yako maeneo kumi na nane katika mwili wa mwanamke. Kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo kama unafahamu mambo manne katika hayo kumi na nane Maneno utakuwa una mboa, huyu mwanamke atakuwa una anajua unaanzia wapi unaishia wapi. Sawa? Ilo la kwanza. Mwanamke naye anapaswa ajue kwamba mwanaume ana katika mwili wake ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo kama unajua matatu, asilimia kubwa ya wanawake wanajua kwamba akishamnyonya tu mwanaume naona amemaliza kila kitu. Kunyonya peke yake hakutoshi na kuna ufundi wake pia. Sio unanyonya tu, kuna ufundi wake. Agizia video na video maalum ambazo nakutumia kwa njia ya email. Kama unajua email iko wapi, kama una simu kubwa, nitakuelekeza email unaipataje kwenye simu yako. Nimeshaelekeza wengi sana, angalia page yangu ya Instagram utaona shuhuda screenshot za watu ambao nimewasaidia katika eneo hilo. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine mpya upate taarifa haraka sana. Nikutakie maisha mema. Bye bye.